Ndugu wadau wa Masenza Mentors, karibuni tena katika series yetu ya video za Masenza Mentors, tukiwa tuko kwenye video, nadhani itakuwa ni video ya kumi leo. Lakini video hii pia tumepata ushuhuda wa pili, baada ya kumaliza video ile ya, ya kwanza ya ushuhuda, tumepata ushuhuda wa pili kwa mdau mdau mpya wa biashara ambaye alitaka tumfanyie e, tumfanyie ushauri elekezi, kwa hiyo nayo tena hii tena nayo ni, ni shuhuda ya pili ambayo tunakuletea ambayo ni hadithi, hadithi halisi ya mjasiriamali mwingine ambaye ameweza kuweza kufanya maendeleo katika kuanzisha na kuendeleza biashara yake kupitia mentorship ambayo tumempa. Na kama unajiuliza kwamba eh, mentorship inaweza kuleta tofauti au haiwezi kuleta tofauti, basi hadithi hii itakupa jibu sahihi. Huyu mjasiriamali ambaye tumefanya naye ni mjasiriamali ambaye anajihusisha na biashara ya utoaji huduma, na anafanya huduma za mtandaoni na biashara yake ilikuwa haipati haipati haipati haipati, haipati, muone, haipati ushawishi wa kuvutia watu wa kuweza kuitazama na kuweza kuiunga mkono. Kwa hiyo akatuomba tumwandikie mikakati ya kuweza kufanya biashara yake iweze kupata mwitikio mzuri. Kwa hiyo sisi tukaamua kumwandikia ule mkakato na baada ya kumwandikia ule mkakati, samahani, na baada ya kuanza hiyo mentorship ambayo tulikuwa tunafanya naye, tukamwandikia mkakati wa muda mrefu na mkakati wa muda wa kati, na tukawa tukawa na mkakati wa muda mfupi ambao ni mkakati wa ndani ya mwezi mmoja, wiki mbili mpaka mwezi mmoja, ambao ndo tulisema kwamba tutasimama naye katika ule mkakati wa muda mfupi baada ya hapo, muda wa kati na muda mrefu ataendelea peke yake kwao. Tukamshauri katika muundo kwa kumwandikia miongozo na kumshauri mifumo ya kutumia, ikiwemo kutumia mifumo ya kidijitali, hasa mfumo wa hasa akili mnemba. Na kwa kipindi hiki cha, cha mkakati wa muda mfupi kumeweza kuwa na mafanikio mafanikio ya, ya mvuto kwamba kwa mikakati ambayo tumempa sasa, kwa sababu alikuwa anatumia mifumo ya hizi um, hizi social media, mitandao ya kijamii, basi baada ya hizo wiki mbili akaanza kupata mwitikio kwa watu ambao sasa wanakuja katika ukurasa wake, changamoto zikapungua na biashara yake ikaanza kuonekana sasa mwelekeo, na akapata sasa aina ya wateja ambao wanahitaji huduma yake. Unapoanza unaweza ukajikuta unakwenda ukiwa na wigo mpana sana, baadaye unaona ni watu wa aina gani wanaokuja. Kwa hiyo ule umemsaidia kuweza kufocus, kufocus na kujikita katika aina ya, ya wadau ambao wanataka huduma kutoka kwake kwa, kwa matokeo yake mauzo yake yameweza kuongezeka kwa asilimia arobaini na mpango wake wa ukuaji unaendelea vizuri. Vipimo vile tulivyomwekea anaendelea kuviangalia kila wakati. Kwa hali hiyo, tumeweza kufanikiwa angalau kwa hatua hii ya kwanza. Tunasubiri tuone katika kipindi cha muda wakati atakuwa amefikia wapi, lakini angalau katika kufanya huduma yake iweze kusimama tumeweza angalau kumsaidia. Uh, ili tuweze pia kufanya kazi na wewe Unaweza ukatu ukatu, ukatuandikia katika ukurasa wetu wa, wa maoni hapa chini kwamba eh, naomba kupata hiyo story. Ukaandika neno tu story tu, tutakutumia katika hiyo story, lakini tutakutengenezea mpango mkakati wa huo muda mfupi ambao unaweza ukasaidia katika, katika biashara yako, ikiwemo pia kukutengenezea video ya dakika kumi na tano bure na kuweza kuwa na mpango wa kuzungumza na wewe moja kwa moja. Masenza Mentors, mdau wako katika maendeleo. Karibu sana, tushirikiane nasi e, ili kuweza kukwamua biashara yako na ili tuweze kuendeleza gurudumu la kuboresha mifumo ya uendeshaji wa shughuli na huduma zetu. Karibu sana.